Mungu ni mwema ah, nimepambana kwelikweli, lakini final nimefika nyumbani kwa eh, mama yetu Joyce, na hapa ndo nyumbani kwake. Ni siku nzuri sana, na hapa nilipo niko maeneo ya Ubungo, na lengo langu ni moja. Muda huu naelekea maeneo ya Tuangoma kwenda kumtafuta yule eh, ndugu yetu mama yetu eh, Joyce Constantine. Bila shaka wengi mliona hapa nimeongea naye na nimeona mtandaoni kwa asilimia kubwa, watu wengi sana wamejitokeza wanatamani kumsaidia kwa kile ambacho anakipitia, lakini changamoto ni kwamba e, ndugu yetu Joyce hana simu, kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana kuweza kumpata kwenye mawasiliano, lakini pia wale ambao wanatamani kumsaidia chochote imekuwa ni changamoto. Sasa mimi, kwa sababu amenielekeza anakaa maeneo gani, ndio maana muda huu nafunga safari nikianzia hapo Bungu kuelekea e, maeneo ya Tuangoma mitaa ile kwenda kumtafuta mpaka nimpate, alafu nadhani nitawaletea mrejesho baada ya kuwa nimekwenda eh, kumpata nita esco na baki na mimi. Ah, nimepambana kwelikweli, lakini final nimefika nyumbani kwa eh, mama yetu Joyce, na hapa ndo nyumbani kwake, na huyu mbele yako ni mtoto wake, mtoto wake wa pili huyu. Kwa hiyo mama ametoka, lakini naamini kila kitu kitakuwa kiko sawa. Uko salama, niko salama. Ah, nimehangaika sana kufika hapa. Karibuni mtoto. Nani, anaitwa Grace? Okay, ndio kwa form 6? Eh, ndio sawa. Eh, mama yuko wapi?

Yes, amkia yeah. Eh, kwanza okay, dada yuko wapi wa kwanza? dada yuko na kamzinga ah. mm -hmm. so yeye, so, ndo kidogo shule imeshindikana, chuo kimeshindikana ah. Ndio imeshindikana kupata, mm -hmm. mkopo hakupata yeah, mkopo, na hivyo maisha ya nyumbani yamekuwa magumu, kwa ndo hivyo imeshindikana. mm. Sawa. Baba vipi? Ah, baba naye kidogo, ndo hivyo hali yake Mm, hiyo baada ya operation ameshindikana kabisa yani kufanya kazi ngumu. Mm. Kwa hiyo yupo tu. Ulisema mguu una shida gani? Mguu yani, alikuwa na mdudu ndani kwa ndani wenye wanasema. Kwa hiyo, alikuwa anamtafuna ndani kwa ndani. Kwa hiyo wenyewe ndo akawa amemfanyia operation kwenye paja, maeneo ya paja. Hapana, karibia na sehemu za siri. Mm. Sawa, lakini kidogo hali yake sio mbaya sana. Eh, hali yake sio mbaya sana mshukuru Mungu. Sawa, mama anatoka asubuhi kurudi saa ngapi? Kitoka asubuhi saa nyingine anarudi saa tatu saa nne, yani atapotegemea huko kazini kwake, eh atachokipata. Kama saa nyingine akikosa kwao, anaweza akachelewa zaidi, ili mpaka apate kile cha kukizi. wewe ndio unasimamia wadogo zako? Mimi ndio nasimamia. Okay. siku nyingine hivyo hivyo tunapambana, anaweza akaamka na elfu moja hivyo akamwambia leo sina hela, nenda hivyo hivyo shule. mm. Mm, okay. e. siku nyingine yani ndio hivyo hivyo ndio maisha tunapambana sasa nimekuja hapa nilimpa namba mama, lakini hajanipigia simu, na watanzania wengi wamejitolea kumsaidia wananicheki mimi. Kwa hiyo nikasema nije nyumbani e, nipatafute, nimepajua. Akija mama baadaye, mwambie kesho asitoke, nitakuja asubuhi, sawa, kwa ajili yake awepo, si ndio? mm. cha pili uh, muda wangu kidogo sio sio sio rafiki, kwa hiyo kesho nitakuja asubuhi, nitawachukulia simu mpya, nitanulia simu lakini pia nitawapa line ambayo sasa watanzania utakuwa wanawapigia moja kwa moja, kama kuna mtu pia ataguswa kusaidia moja kwa moja kupitia hiyo simu ambayo kesho tutawapa. Kwa hiyo mama akija, ombe taarifa zangu, sawa? Nitamwambia simu hauna? Ndio mwenye simu sina. Okay, kwa hiyo kesho nitakuja hapa asubuhi, kwa sababu kidogo muda wangu sasa hivi sio rafiki na kazi nyingine, na nimetembea mchana kutwa, muda umeenda. Kwa hiyo kesho nitakuja asubuhi mapema kabisa hapa nyumbani. Uh, nitaongea na mama yetu yule na wanaye, tutafanya mpango, tutamletea simu, tutampa e, na line. Kwa hiyo itakuwa rahisi wa Tanzania wote kuweza e, kupa e, kumsaidia kidogo. Nione e, njoo kidogo, tuone ambapo e, wanakaa. Wana so kuna room mbili humu eh? Ndio, kwa kidogo chumba cha e, wazazi Kilo chumba cha, cha watoto nyumba haijaisha eh? mm -hmm. hii mm -hmm. Naamini na inawezekana pia eh, Watanzania tukafanya kitu, nyumba hii tukaimaliza. Kama unavyoona nyumba hii bado haijaisha aja, vizuri. Kwa hiyo naamini kuna jambo kubwa tutafanya hapa, kuweza kuisaidia kui familia ya, ya Joyce, mume wake na watoto wake. Nimesikia mama ni mchungaji, sijui nee? Ndio yeah. Naye anajishughulisha eh. na shughuli za mama mchungaji ah. mm -hmm. Wa huduma. Sawa. Hmm. Sawa. Grace, mimi ni niondoke, lakini mama akija naomba umpe salamu zangu kesho asiondoke akanifiki nimefanikiwa kufika nyumbani nimeongea na mtoto eh, wa pili wa mama yetu Joyce, na kesho nitakuja hapa kuweza kuona tunamsaidiaje. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wana wanapiga simu mara kwa mara eh, wanauliza kesho jamani, eh, kesho nitafika mapema kabisa hapa na kila kitu kitakuwa kiko sawa. La mwisho, dadako anafanya shughuli gani sasa hivi hapo? Anatafuta kazi, kazi mm. yeye anapenda kusoma, yeye anapenda kusoma pia. hiyo ni ada tu, mmm, hiyo ni ada. na form six, sasa hivi alipata ngapi? Alipata division one ya tisa. Okay, sawa. dada mm. yake bwana, huyu ameshindwa kusoma e, kwa mm, sababu ya, okay. so, ya masuala ya ada ya kupata mkopo. Kwa hiyo pia anatamani eh, aendelee kusoma. Naamini pia Watanzania tunaweza kufanya kitu kwa dada yake e, Grace hapa, akaendelea na masomo, lakini kila kitu kikawa sawa. Kwa hiyo baki na mimi, kesho nitakuja hapa, kila kitu kitakuwa sawa.